Habari zimeenea kote nchini Italia za kwamba klabu ya Manchester United iko mbioni kupeleka rasmi ombi la kumnyang'ua Paul Pogba kutoka katika klabu yake ya Juventus kwa dau linalofikiriwa kuwa pauni milioni 87 habari hizi zimekuja baada ya mkutano wa faraga unaodaiwa kufanywa leo baina ya maafisa wa Manchester United, wakurugenzi wa klabu ya Juventus na wakala wa mchezaji huyo Mino Raiola Jumanne hii, ambapo pamoja na mambo mengine mchezaji huyo tayari ameelezwa kukubali mshahara wa pauni milioni kumi nukta tisa, endapo ataanza maisha Old Trafford. Pogba aliondoka United mwaka elfu mbili na kumi na mbili kwa uhamisho huru. Endapo atajiunga tena na timu hiyo atakuwa amekamilisha idadi ya wachezaji wanne muhimu wanaohitajika na kocha Jose Mourinho baada ya kuwapata Mikitarian Ibrahimovic.

Wakala wa uchunguzi wa matumizi ya dawa za kusisimua misuli ulimwenguni WADA umeishutumu Urusi kwa kuliwekea vikwazo na kukwamisha zoezi linaloendelea kote duniani la upimaji kupitia wakala huo. Sasa wakala huo umeitaka kamati ya Olimpiki kutoiruhusu Urusi kushiriki olimpiki mwaka huu mjini Rio mpaka pale nchi hiyo kupitia wizara ya michezo kusimamia uchaguzi wa suala hilo la matumizi ya dawa hizo kwa kuchukua sampuli ya haja ndogo kwa wanariadha wake. Kamati ya kimataifa ya Olimpiki watatoa maamuzi juu ya matokeo ya vipimo kabla ya michuano Olimpiki ambayo inatarajiwa kuanza tarehe 15 Agosti mjini Rio, Brazil.